Jalas acha mkora. Jalas acha ukora. Karen Nyamu wacha ukora. So, nataka kuambia hao waheshimiwa, ukiahidi kitu, make sure umepeana hiyo kitu yenye maahidi. Unaweza fanya mtoto ya mtu auliwe. Hao au watu wanakuanga na njaa sana. Useme umetumia uria na hujatumia. Eti utatumia uria na hujatuma. Utafanya hao watu waumie hiyo kiti kwa sababu hakuna mtu sahi, Mr Speaker, naumia sana Mr Speaker. Sahi, ukiona hii weather, hii weather ni cold, ni Mr Speaker Then mwanaume tu Mr Speaker, mwenye akona ndevu kama mimi, anasimama mbele ya watu hao wote, anasema eti mtu mwenye awezi support William Samoei Ruto is mentally sick, Mr Speaker. Mimi oriati beam I am mentally sick, nimekubali, ni kwa mentally sick, lakini siwezi support William Samoei Ruto. Siwezi kukusupport William Samoei Ruto. Siwezi hata kama tutabaki wawili kwa hii bunge tubaki, ukiangalia kwa ile kona uwezi ona Shalilu Ruto hapo, ukiangalia hii kona uwezi ona Winnie Odinga, ukiangalia ile kona uwezi hata kuna mtu anajua mtoto wa Uburu hapa ama Uburu ama, ama Kalonzo. Ni maskini wa kwapa Hawezi. <laughs> <Hey, hey, laughs> tajiri hataki kelele, tajiri hataki kelele. Chukweni hii bunge yenu peleke pale Karen, muone mbio mtapelekwa. So, Mr. Speaker, kwa hii maisha hatuko the same. Sita support William Samoei Ruto, sita hata kama hiyo ndie naweza nikoshanisa na, na babangu naweza ama kwa hiyo boma yake, tumetoka nyumbani ndugu zanguni We leave home, to change home. We unakuja hapa mamaka anakuona kwa TikTok kila siku. Aki scroll anaona aki scroll anakuona then anakuona ukisema eti Ruto tutamu na hata umekaa nine months, ujatuma ata ten bob kwa mamaka. Mr. Speaker, kuna watu Mr. Speaker, kuna watu wafai kuishi. Kuna watu wafai kuishi. Na that's why, Mungu alikuwa mwerevu sana. Mungu alijua tu akiambia mzazi wako the kind of child anaenda kugive birth to. Wengine wangekuwa umetupwa kwa choo, wengi. Obina anatupatianga chance hapa, Obina anatupatia chance, tunaenda pale useme the reason why una support utam, and the reason why antheony una kataa au support utam wengine wameenda, hata wewe ulienda ukasema wewe ni gunzi. Hiyo ndio kitu ulienda kusema kwa Bina. Watu kama hao wanataka kiboko, watu kama hao. so kama mimi, hivyo, mimi mimi ah, nasema hivi wana bunge, nasema hivi wana bunge, we have limited time hapo kwa hii bunge, we have limited time na hapo mbele ndio tutajua watu walikuwa napiga siasa ya maana na watu wengine tu walikuwa napiga siasa ya kelele hapa. Mimi hii ndio mara ya mwisho, hii ndio mara ya mwisho mkuniona kwa hii bunge. we, we, we uliza nenda wapi? We utakaa kwa hiyo gunia? Haya, we unadai kukaa kwa hiyo gunia ni rahisi? Watu wamechoka, ba unajua Mr. Speaker, Mungu alikuwa mwerevu sana. Mungu alijua akiweka kila kitu inaongea hata hizi gunia ingekuwa imesha kuambia amechoka na wewe. <laughs> unakaa kwa gunia kila siku <laughs> so mimi mada nataka kusema hivi kwa hiyo mada yenye unasema nileleta maviongozi wetu kutoka Luo Nyanza, mimi leo nawataka kuambia ukweli, na hii sitaki tufichaneni, hii mambo yenye munasimama mukisema Eti Raila alisema. Eti Raila alikuwa anataka hivi, my friend iishe. Fanya kazi and if you are not proven that umefanya kazi, enda nyumbani. kama wewe kama wewe ni party worshiper, kama wewe ulikuwa mwenye party worshiper, hujafanya kazi, unaenda nyumbani. Gladys Wanga, mandugu zangu za juzi walikuwa huko Mabei wakinamjukua buduki hapa, kijana Uhuru Kenyatta Kijana mwenye anaenda kusimama hapa kwa Meradonga, mpeleke nyumbani. Walikuwa huko mabei, wakaona barabara kuna kume. Gladys wanga ni mama wa piar, mama wa piar afanyi kazi. So kama hujafanya kazi, unaenda nyumbani. mambo ya Raila alisema, Raila alitaka kufufua, Raila aseme, na kama huwezi mfufua, hatutaenda na hiyo idea pia sisi. Raila alisema ya kwamba kama hujafanya kazi, unaenda nyumbani hey. So pia nini, mkuje tu Veneraela aliwaambia hatutaenda hivyo, au matajiri wanataka kutusumbua sana. we live home to change home. we live home to change home. Mimi nawaambia wanabunge hapa, munanisikia umetoka kwenu ubadilishe kwenu. Sasa ndio hiyo Ruto anaenda nyumbani Mr. Speaker. Ruto anaenda nyumbani, unaona amebeba nini bag tu. Sasa mamake atamuuliza atamuliza, <laughs> umeleta nini mtoto yako, mtoto hajaleta kitu <laughs> Ruto ni mtoto juhusi yako na mzazi. So tuangalie venye vitu tuna ukitaka maisha mazuri, saidia mzazi wako. Hiyo kidogo unapata hapa, saidia nayo mzazi wako, na musieke sana hii bunge kwa akili yenu, Sipika. Kuna watu wameweka hii bunge kwa akili yao sana, ndio maana hata wengine wanataki kuenda kazi. Watu waende kazi. Eti, oria ametumiwa pesa kakula. Mimi, mi na mimi pesa inaweza nibadilishia maisha 50000 iwezi ni nibadilishia maisha 30000 ni wezi nibadilishia maisha, watu wafanye kazi. Mbeumo, tuko na mtu hapa anaitwa mbeumo mjinga, very dull. So tunataka watu wenye wana focus. Jalas hacha mkora, Jalas hacha ukora. Karen Nyamu wacha ukora. Nuru Okanga siwezi sasa. Nuru Okanga ni mtu wa kuongelea ya, so nataka kuambia hao waheshimiwa, ukiahidi kitu make sure umepeana hiyo kitu yenye maidi. Unaweza fanya mtoto ya mtu auliwe, hao watu wanakuanga na njaa sana. Useme umetumia uria na hujatumia, eti utatumia uria na hujatuma, utafanya hao watu waumie. Ndio maana mimi napendanga babu, babu akitaka kutufanya kitu ataeka loudspeaker kila mtu asikie. So don't promise what you can't give. Watweni wanenda nyumbani, Gladys Wanga, Junet, weata we Kenya jafuta kwenyu. Raila yuko kama ujafanya, James Orengo kama ujafanya mkazi. Unaenda nyumbani. Oburu nayo, Oburu tulisha ongea, amechoka, mi naenda nenda kuchukua kiti ya Oburu Odinga. Na hapa nini? Hapa Lang'ata tunapatia Raila Junior. Hapa e, Langata tunapatia Raila Junior. Juu tunaona watu wenye wako hapo ni watu wakora. Sisi hatutaki watu wakora. Kama wewe ni mwanasiasa mzuri, ita mtu patia kazi ama umpee mpame, hiyo mambo ya kuahidi vitu yenye mwezi peana, mwachane nayo. Siku moja nitamuka vibaya, mutakimbia. Asante Mr. Speaker.